Ni sherehe ya Pentekoste. Karibu tuweze kusikiliza masomo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili aya ya kwanza hadi ya kumi na moja na somo la pili linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kumi na mbili aya ya tatu b hadi ya saba na aya ya 12 hadi ya 13. Injili inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 20 aya ya 19 hadi ya 23. Nitaisoma Injili. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya Juma pale walipokuwako wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati akawaambia Amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia Pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaowaondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaofungia dhambi wamefungiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa mtazamaji, Pentekoste ambayo ndio sherehe kubwa ndani ya kanisa imebeba mambo makubwa yafuatayo. Ya kwanza, tutaangalia maana ya Pentekoste katika Biblia Takatifu. Ya pili, tutaangalia Pentekoste katika mwanzo wa kanisa, mambo gani yalifanyika. Tatu, tutaangalia umuhimu wa Pentekoste na umuhimu wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Pentecoste imetokana na neno la Kigiriki ambalo limeleta tafasiri kwamba ni hamsini. Pentecoste, Pentecoste katika Agano la Kale ilikuwa ni moja ya sherehe kubwa tatu katika dini ya Kiyahudi. Kila Myahudi aliyekuwa anaishi ndani ya maili ishirini kutoka Yerusalemu alilazimika kuja Yerusalemu kwa ajili ya sherehe hiyo, hasa sherehe za Pasaka, Pentecoste na sikukuu ya vibanda. Kwa hiyo Pentecoste ikimaanisha kama ni hamsini, maana yake ilikuwa ni siku ya hamsini tokea ifanyike ile sikukuu ya Pasaka. Hivyo basi iliitwa Pentecoste kwa sababu iliangukia siku ya hamsini katika wiki ile baada ya Pasaka. Pasaka katika dini ya Kiyahudi iliangukia katika miezi ya Aprili na Pentecoste pia ikaangukia mwanzoni kabisa mwa mwezi Juni. Wakati huo wa Pasaka hawa wa Israeli walisherekea ukombozi wao, na katika sikukuu ya Pentekoste ilikuwa ni sherehe ya mavuno ya mwanzo yaani walileta mazao katika hekalu la Bwana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba wamepata mavuno. Sikukuu yenyewe ilibeba umuhimu huu, iliadhimishwa kwa sababu Musa alipewa amri hii na Mwenyezi Mungu katika ule mlima Sinai kwamba lazima waweze kuadhimisha, na baadaye pia ilikuwa ni sikukuu kwa ajili ya wale wakulima, kwa sababu ilikuwa ni mavuno ya mwanzo. Katika Agano Jipya tunakutana na maneno ya Yesu Kristo mwenyewe ambaye kabla ya kupaa kwake kwenda mbinguni aliweza kuwaambia mitume wake kwamba kaeni humu, humu yaani Yerusalemu hadi mje mvikwe uweza kutoka juu, na baadaye akawaambia kwamba mtakuwa mashahidi wangu tokea Yerusalemu mpaka Samaria. Sasa hawa mitume walihitaji sana hii nguvu ya Roho Mtakatifu ili waweze kufanya hii kazi ya Yesu Kristo ambayo alikuwa amewaambia kwamba Ninyi mtakuwa mashuhuda wangu. Yaani kumshuhudia Kristo kulikuwa kunaendana na ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna maswali machache tunaweza tukajiuliza. Je, yeah, Roho Mtakatifu alikuwa hayupo kabla ya Pentekoste? Au je, yeah, Roho Mtakatifu alikuwapo kabla ya Pentekoste? Ni swali zuri sana. Kabla ya Pentekoste katika Agano la Kale, katika kitabu cha Mwanzo tunasikia kwamba Mwenyezi Mungu alipokuwa anaumba ulimwengu, Roho wa Bwana alikuwa amekaa juu ya maji, na huyu Roho Mtakatifu ndio aliyefanya kazi kubwa katika wafalme wote ambao walikuwa wameteuliwa na Mwenyezi Mungu kuweza kuongoza taifa la Israeli na kila mfalme ili aweze kutawala alikuwa anapakwa mafuta na nabii. Ndio maana mfalme Daudi alipakwa mafuta na nabii Samweli, mfalme Sauli alipakwa mafuta pia na nabii Samweli. Kitendo cha kupakwa mafuta ilikuwa ni ishara ya ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana akawa juu yao na mkono wa Bwana ukawa juu yao. Manabii wengi walifanya kazi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Bikira Maria, katika kitabu cha, kitabu cha Injili ya Luka sura ya kwanza kuanzia aya 26 mpaka ya 33, inazungumza kwamba malaika alipokuja kumpasha kwamba utazaa mtoto ambaye anakuja kuikomboa dunia, alivyosema itakuwaje, akamwambia Roho Mtakatifu atakuja juu yako kwa hiyo Bikira Maria alijazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Na baadaye Yesu Kristo mwenyewe alipokuwa anabatizwa, mbingu zilimfungukia na Roho Bwana akashuka juu yake kwa mfano wa ua. Sasa Roho Mtakatifu alikuwepo kwa baadhi ya watu tu wachache. Sasa Yesu Kristo akawaambia kwamba ninaenda kuwaletea msaidizi atakayekuwa pamoja na ninyi. Yaani, sasa ujazo wa Roho Mtakatifu utakuwa kwa wote. Kilikuwa ni kipindi tu cha wakati haujatimia. Sasa wakati ulipotimia katika ile siku ya Pentekoste, wale mitume ambao walikuwa pamoja, kama tunavyosikia katika kitabu cha Matendo ya Mitume, walikuwa katika chumba cha juu, kulingana na maelekezo ya Yesu Kristo aliyokuwa amewaambia, na huko ndani wale mitume walikuwa pamoja na Mama Bikira Maria. Hata ilipotimia siku ile ya Pentekoste, siku ya hamsini, walikuwapo wote pamoja. Ghafla kukaja kutoka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kwa kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizokuwa zimegawanyikana kama ndimi za moto uliokalia kila mmoja wao wote, wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyoajalia kutamka. Hivyo siku ya Pentekoste ndio siku ambapo Roho Mtakatifu ameshuka kwa kanisa zima kwa kila mmoja, si tena kwa watu wachache. Na mama Bikira Maria alikuwepo pale, na angalia matokeo haya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa juu yao, umekuja kama upepo, wote wakajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwayo ni siku ambayo Roho Mtakatifu alikuja ndani ya kanisa kwa ujumla, na ndio maana wengine wanasema Pentekoste ni siku ambapo kanisa lilizaliwa. Na kanisa lilizaliwa siku hiyo kwa sababu ya kwanza, uwepo wa mama Bikira Maria pale, kwa sababu mama Bikira Maria alishuhudia kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na ili sasa ashuhudie matokeo ya kuzaliwa kwa kanisa ilibidi awepo pale pamoja na wale mitume. Kwa ni siku ambapo kanisa limezaliwa. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ambayo ni sherehe kubwa sana kwamba tunalisherekea kanisa, kanisa ambalo limedumu zaidi ya miaka elfu mbili na ishirini na tano lilizaliwa siku ya leo. Makofi mengi sana kwa ajili ya kanisa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa ajili ya kanisa ambalo Yesu Kristo mwenyewe alisema wala malango ya kuzimu hayata alishinda. Na katika siku ya leo ambapo tunaona ujio wa Roho Mtakatifu, kama nilivyozungumza kwamba ujio wake ulikuwepo tokea kipindi cha nyuma, na huyu Roho Mtakatifu alikuwepo wakati wa umbaji katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza aya ya pili. Baadaye pia Roho Mtakatifu alikuwepo kwa viongozi kipindi kile kama nilivyowatamkia habari za Samueli tunapata katika kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya kumi aya ya sita na baadaye pia huyu Roho alikuwepo kwa ajili ya kuweza kutoa maarifa kwa watu mbalimbali kama tunavyopata kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya thelathini na moja e, ile aya ya tatu na kuendelea. Baadaye huyu Roho e, Mtakatifu alikuwepo wakati wa huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo wakati wa uponyaji watu walipokuwa wanahitaji uponyaji. Ukisoma katika Injili ya Luka sura ya 4 aya 18, anasema Yesu kwamba akiwa amejaa alikuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu akiwa na uwezo wa kuponya, aliwaponya wagonjwa wengi sana. Baadaye tunaona pia katika kitabu cha Matendo ya Mitume huyu Roho Mtakatifu anawasaidia hawa mitume kuweza kumshuhudia Kristo. Sasa baada ya huo ujazo wa, wa nguvu za Roho Mtakatifu siku hiyo mitume, baada ya ujazo huo, mambo gani yalitokea? Ya kwanza tumesikia, walianza kunena kwa lugha mbalimbali. Na hii neno kwamba walikuwa wananena kwa, wali kwa lugha tofauti tofauti ilikuwa na maana gani? Kama nilivyokuambia, kwamba sherehe ya Pentekoste ilikuwa ni moja ya sherehe kubwa sana ambapo watu wengi walikuja pale Yerusalemu, na watu wa mataifa mbalimbali walikuja pale kufanya biashara. Pia ilikuwa ni siku ya mapumziko. Wakiwa mle ndani, baada ya ujazo huo wa Roho Mtakatifu, walipoanza kutamka yale maneno, wale watu waliokuwa wako nje, watu wa mataifa mbalimbali mbali. Wakawasikia hawa watu ambao walikuwa ni kutoka maeneo ya Galilaya wanazungumza lugha ambazo ni za mataifa mengine kama tunavyosikia kwamba walikuwepo Waparthi, walikuwepo Wamedi, walikuwepo watu kutoka maeneo Mesopotamia ambao ni Iraki, kwamba wakawashangaa watu ambao ni Wayahudi hawajawahi kusafiri, wanaongea lugha ya watu wa Mesopotamia, wanaongea lugha ya watu wa Iraki. Sasa hawa wakaanza kushangaa, kwa nini tunawasikia wanazungumza pia lugha za watu wa Asia? Kwa nini tunawasikia pia wanazungumza pia Kirumi? Ndipo wakasema matendo ya Mungu haya. Kwa hiyo ilikuwa ni, ni, ni, ni muujiza wa ajabu sana kuwasikia watu ambao hawajai kutoka katika hilo eneo wanazungumza lugha za watu wengine. Baada ya hapo sasa, matendo yaliyofuata katika hili kanisa la mwanzo kuanzia siku hiyo ya Pentecoste, eh, Roho Mtakatifu alipowajaza hawa mitume, ndipo Roho Mtakatifu akamsukuma Filipo aliyekuwa mmojawapo ya mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo, akaenda kumbatiza towashi yule wa Ethiopia. Vilevile pia Roho Mtakatifu alimwandaa Petro aende kwa Kornelio, tunaipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi aya ya kumi na tisa. Roho Mtakatifu yeye aliamuru kwamba Paulo na Barnaba waweze kutengwa kwa kazi maalum ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amewaitia. Roho Mtakatifu aliweza kuliongoza lile baraza la kwanza la Yerusalemu katika kuweza kutatua migogoro, namna gani ya kuweza kuwapokea wale wa Kristo ambao wametoka katika upagani Je, Ukristo ni kwa ajili ya wa Wayahudi au Ukristo pia kwa ajili ya watu wa mataifa? Tunapata katika kitabu cha eh, matendo ya mitume sura ya 15 kuanzia aya 20. Roho Mtakatifu ndiye aliyeweza kumwongoza Paulo katika kufanya utume wake katika maeneo ya Asia, maeneo ya Misia, maeneo ya Bithinia, na baadaye pia akafika hadi katika nchi za Ulaya. Kwa namna nyingine, Roho Mtakatifu aliliongoza kanisa la mwanzo, hasa kama Roho Mtakatifu ameliongoza kanisa la mwanzo hawa mitume wakaweza kutamka wakaweza kufanya huo utume hadi siku ya leo. Je, Pentecoste katika siku ya leo ina umuhimu gani katika safari ya maisha yetu? Ya kwanza inatukumbusha siku ambapo kanisa limezaliwa, na pili inatuonyesha kwamba kanisa hili mnaloliona ni kanisa la Roho Mtakatifu ni kanisa ambazo zimejazwa nguvu ya Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu ndiyo anayeliongoza vilevile. Pia inatupelekea tuweze kuwa na maandalizi makubwa katika kuweza kumpokea Roho Mtakatifu. Kwa nini? Bila sala, bila sala hatuwezi kufanya jambo lolote lile. Mitume waliambiwa kwamba kaeni humu, mdumu katika sala, mkidumu katika sala mtapokea nguvu ya Roho Mtakatifu na ndipo walivyokuwa watii katika sala na ule utiifu wao wakaweza kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo bila sala, bila unyenyekevu, bila kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, tutasikia tu habari za Roho Mtakatifu. na nne Roho Mtakatifu yupo anafanya kazi kwa asilimia mia moja, na ili aweze kufanya kazi kwa asilimia mia moja lazima uweze kuwa na muunganiko wa karibu sana na Bwana wetu Yesu Kristo na Mwenyezi Mungu, kwa sababu roho ambaye tuliyempokea aliyeshuka alitoka kwa Baba na Mwana na yupo anafanya kazi. Ukitaka kwanza kutambua kama Roho Mtakatifu yupo anafanya kazi, utakutana na habari ya Stefano yule shahidi shamasi, alipokuwa anauawa, mbingu zikafunguka akamwona Mungu Baba na Yesu Kristo amekaa upande wake wa kuume kule mbinguni. Hakumwona Roho Mtakatifu manake Roho Mtakatifu yuko hapa duniani, na ndio maana basi leo eh, mavazi yanayotumika tunatumia mavazi mekundu kuonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni moto, na baadaye pia Roho Mtakatifu ameshuka baada ya Yesu Kristo kuweza kumwaga damu yake, mishumaa itakuwa ni mekundu. Na baadaye pia katika siku hii nzuri sana kubwa sana ya eh, Pentecoste inatupelekea wote kuweza kuwa na umoja wote kuweza kukaa pamoja na kuweza kusherekea Roho Mtakatifu akuongoze akujaze mapaji yake, yaani hekima, akili, shauri, ibada, nguvu, ili uweze kumshuhudia huyu Roho Mtakatifu, uweze kuwa shuhuda wa Roho Mtakatifu popote pale utakapoenda, kwa sababu Roho Mtakatifu ndio yule ambaye alifanya kazi kipindi kile cha Mitume, anafanya kazi hadi katika jakati za sasa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.